Yaani, each and every day mwanadamu ambayo anaamka anaamka akiwa na malaika wawili, mmoja yuko the right side, mwengine huko left side. Upande wa kulia ana malaika, upande wa kushoto ana malaika, wamemzunguka katika maisha yake ya kila siku. Zama ukiamka tu wapo hao. Sasa hawa malaika wana utaratibu wao ambao wamepewa na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, utaratibu ambao ni wa kukuombea wewe dua. Huyu wa kulia anakuombea wewe dua njema, wakusema Allahumma aati mumfikan khalafa, Mwenyezi Mungu mpe huyu aliyetoa ukunjufu, mafanikio, kupata zaidi upande wa kulia. Na hiyo dua ya kila yani, hiyo anaisema, so anairipiti, anarudia kwa kule kutoa kwako. Na ukijizuia tu huyu wakush